Kuelekea siku ya mtoto wa kike duniani. Maadhimisho haya hufanyika kila Oktoba 11, na hivi kwa leo tutazungumza na um, mwakilishi kutoka taasisi ya Msichana Initiative na huyu ni msimamizi wa mradi wa wanawake vijana ni Navina Mutabazi, tayari tuko naye hapa studio, tutajadili mengi kwa kina. Uh, ni kati ya taasisi ambazo zimekuwa zikifanya vitu vingi, juhudi nyingi. Utakumbuka kwa wakati fulani, kwa kule vijijini, walikuwa wakipeleka hata baiskeli kumsaidia mtoto wa kike huyu kwenda shule na vitu kama hivyo, vikaenda ikawa masuala ya kuwasaidia, uh, sodo mm -hmm. Rehe, sodo kwa wale wasiofahamu ni zile pads taulo za kike, mm. E, kwa sababu ikaonekana kwamba watoto wa kike e, kuna muda mwingi wanaokosa kufika shuleni kwa sababu ya muda wanaokuepo kwenye e, kipindi cha hedhi, anakosa ule muda wa kwenda shuleni kwa sababu anakosa kujistiri na vitu kama hivyo. Kati ya vitu ambavyo pia vimekuwa vikipiganiwa na taasisi hii ya Msichana Initiative ni ile mabadiliko ya sheria ya mtoto ambayo inamtaja mtoto katika umri wa kuolewa ambao ni mdogo ikilinganishwa na mtoto wa kiume. Kwa hiyo kumekuwa na mapambano ya hapa na pale, kuna wakati fulani wakafikia katika nafasi nzuri sana, kati ya mafanikio ambayo taasisi hii pengine imeyapata kupitia kwa mkurugenzi wake. Ehe, basi karibu sana Navina, habari ya uzima? Tunaelekea kwenye maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa kike, kama taasisi, mmekuwa mkifanya vitu vingi, kuna ile kujitathmini kama taasisi. Yanapofanyika maadhimisho haya, kwenu yanawapa picha ya namna gani? Hmm, asante sana uh, mimi naitwa Navina vina Mutabazi kama ulivyotambulisha mwanzo, ni kiongozi wa mradi hasa kwa wanawake vijana wa Feminia. Uh, kwa hiyo sisi kwetu siku ya mtoto wa kike inakuwa ni siku maalum sana, na tunapomaliza huwa tunachukua muda kutafakari mafanikio tunayoyaona kupitia maadhimisho haya, lakini pia huwa tunajitathmini kwa kusikia zile sauti za mabinti, kwa sababu mabinti wenyewe kupitia hii siku yao huwa wanakuja na ajenda yao, na hata mwaka huu watakuwa na tamko lao mahususi ambalo wameliandawa wenyewe kwa huwa tunasikia, ila pia tunaangalia mtazamo wa wadau wengine. Huwa hatufanyi wenyewe, tunapenda kwenda na wadau, na mwaka huu tutakuwa na wadau wengi ambao tunashirikiana nao. Tunao mashirika wenzetu kama vile Glami, uh, Flaviana Matata Foundation, sisema wote sawa, young strong mothers, lakini pia tunashirikiana na serikali kupitia wizara ya maendeleo jamii. Lakini pia huwa tunajitahidi kufikisha um, ajenda hii katika siku hii ya mtoto wa kike, pia kwa kufanya na vyombo vya habari. Tusiende na sauti yetu wenyewe kwao, tunaangalia pia mtazamo wa wadau, wameona wapi tumefanya vizuri, wameona nini wanaweza kusaidia. Na mwisho pia sisi kama shirika huwa tunaenda na uh, mpango kazi au jicho la ubunifu. Kwa hiyo baada ya maadhimisho huwa tuna, tuna tunajichallenge au tunarudi kukaa chini zaidi kujiuliza wapi tunaweza kuwa wabunifu zaidi, ili tusukume gurudumu ubunifu. Kwenye nyanja ipi? Hasa ubunifu kwenye namna tunavyoleta mabinti. Kwa mfano mwaka huu aa, tume, tume, tumeleta ubunifu. tutakuwa tuna siku ya kwanza ambayo mabinti wanaenda kujifunza kwa vitendo aa, watakuwa na maabara za kujifunza, kuna, kuna wanaoenda kujifunza stadi za teknolojia kwa hiyo hatuwakutanishi tu kwenye jengo mm -hmm. Lakini wanaanza kwenda maabara hizo za kujifunza. Kuna watakaojifunza teknolojia, kuna watakaojifunza ususi, kuna watakaotembelea mashirika na kampuni nyingine kujifunza, lakini hawaishii tu kujifunza. Siku ya pili ya maadhimisho wanakuja kushare au kushirikisha wadau na mabinti wengine ambao wakupata ile fursa, walichojifunza, lakini pia watalumbana kwa hoja kutoka mm -hmm. kwenye vile walivyojifunza, na sasa hivi sasa tumejitahidi kuangalia hiyo uh, dunia sasa inaenda kwenye teknolojia juzi za kidigitali, ajira zinaenda kwenye digitali, lakini bado wasichana au mabinti wako nyuma kwenye hizi stadi. Kwahio tukasema mwaka huu, hebu na sisi tuende na haya mabadiliko ambayo yanatokea nchini kwetu na duniani kwa ujumla. Kwahiyo mwakani pia tunaweza tukaja na kitu kingine bunifu mm, mm, zaidi ya hapo. yes, ndio hawa, hawa wasichana uh, ama hawa mabinti mtawapata wapi? mm -hmm. Kwanza tunawapata kupitia miradi yetu Msichana Initiative. Uh, tuna miradi mbalimbali mbali. tuna miradi ambayo tuna klabu zetu mashuleni hapa Dar es Salaam, Bagamoyo, Nzega, Tabora pamoja na Bahi, Kongwa, Dodoma. Kwahiyo tunaanza na baadhi ya mabinti kutoka kwenye miradi yetu wanufaika, lakini pia kama alivyosema, tunafanya na wadau, kwa hiyo tunaamini wadau wanafikia mabinti wengine ambao sisi hatujafikia, kwahiyo na wao wataleta baadhi ya mabinti, lakini pia tunashirikiana na serikali. Kwa hiyo mabinti wanachaguliwa kutoka kwenye miradi yetu, kutoka kwa wadau wetu, na pia Msichana Initiative huwa tunakuza vipaji vya wasichana kwa huwa kuna wengine ambao tunawaona tu labda tunawaona mtandaoni anafanya ya kazi yake, au tunaambiwa na wadau ambao hata pengine hatujawahi kushirikiana nao. Kwa mabinti kama wale pia tunawaleta pale, na mwaka huu pia tutakuwa na mabinti kama hao wa mifano ambao watakuja kuchochea wenzao. Kipi ambacho mnakiona kama ni changamoto kubwa ambayo hii jamii na dunia kwa ujumla uh, wanapaswa kulishughulikia swala hili ili i changamoto itoke kwa mtoto wa kike. Mm-hmm. Asante. Changamoto ni nyingi he, na kubwa, kubwa eh, sana, um, kwa ujumla ili ni zibebe zote bado uh, haki mbalimbali za msichana hapewi na nikimeamua kuiweka kwa ukubwa hiyo, kwa sababu hilo hiyo ni eneo mojawapo la kipaumbele kama shirika kutetea haki za msichana na kumpa sauti msichana mwenyewe azielewe haki zake. Wasichana, labda nikifafanua tu kwa udogo, uh, wasichana bado hawapati haki ya elimu, haki ya ajira, haki ya uongozi. Na hayo ni maeneo ambayo sasa sisi tunabuni miradi kwa kushirikiana nao ili tuweze kuhakikisha wanapata hizo haki zao. Mtu ambaye anasikiliza anaweza akashtuka kidogo. Ndiyo. Katika wakati na zama ambazo tunasema haki sawa kwa wote. Hmm. Lakini kumekuwepo na zile tunaweza kusema mambo ya upendeleo kidogo, kuna zile nafasi za wanawake kwa nini? Kwa nini hizo hazitazamwi kama sehemu ya haki zake? Kwa sababu kati ya vitu ambavyo sasa hivi vinatazamwa kwa ukubwa wake ni kuhakikisha mtoto wa kike, mwanamke anawezeshwa katika namna ya kipekee. Asante. Sisi kama watekelezaji uh, tunakubali kuna upande ambao tunakubali kwamba jitihada zimefanyika, lakini pia hatukai kimya bado uh, wasichana na mabinti katika maeneo mengi hawajafikiwa. Labda nipende kushea takwimu kidogo tu ambayo inatuongoza kwa, kwa kipindi hiki ambacho tunaenda kusherekea hii uh, siku ya mtoto wa kike duniani ya kimataifa, tukiangalia upande wa haki ya kupata elimu uh, hasa elimu ya ujuzi wa kiteknolojia na ajira za kiteknolojia dunia sasa hivi uh, ajira za kiteknolojia ziko asilimia 91, lakini duniani kote tu mpaka sasa hivi wanawake wa, au wasichana wanaopata hizi ajira ni asilimia 35 tu. Na hata hapa kwa Tanzania wasichana ambao wanasoma kozi za sayansi na teknolojia ni asilimia 35 wengi. Changamoto ni nini? Uh, uwezo wa kupata elimu, lakini pia wapo ambao wanatokea maeneo ya ndani sana kwa hapa Tanzania na ndio maana na sisi tuliamua tutoke nje ya da, tuende kufanya miradi sehemu nyingine. Kwa hiyo changamoto nyingine pia ni hiyo, umbali wa, wa msichana kupata fursa mpaka kuweza kufika kiwango cha kuja huku elimu ya juu kusoma hizo kozi na aweze kupata ajira. Kwa hiyo kuna changamoto huwa tunaisema ya kimaeneo au ya kijografia. Sasa hivi tunaweza tukasema angalau wasichana wa mjini wamepata baadhi ya fursa, na si wote lakini wapo wengi ambao kutokana na jiografia tu wako mbali. Sasa hilo ni eneo moja tu ambalo nimezungumzia, bado hatujaja kwenye haki ya kusoma Ma, uh, wasichana ambao wako hasa maeneo ya vijijini wengi wana changamoto za kulazimishwa kuolewa kwenye umri mdogo, na ndio maana sasa sisi tuna lile eneo la, ku, uh, la kuhimiza watunga sera wabadilisha sera kuhakikisha ule umri wa msichana unaongezewa kiwango, kwa sababu kuna mikoa mikoa mingi. Takwimu takwimu za mwisho tu hapa Tanzania, zilionyesha kwamba mikoa kama Katavi, Shinyanga, Tabora, eh, bado, uh, tunasema eneo la msichana kulazimishwa kuolewa kwenye umri mdogo. Takwimu zinaonyesha wengi wanaolewa wana, wana kwenye umri mdogo mm. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu katika yale mengi ambayo tunayafanya. Kwa hapo mnatamani mna, mna labda ama mapendekezo yenu kwamba msichana aolewe akiwa na umri gani? Mm. Yani angalau kwa kuanzia mm. Mm. Sawa, asante sana kwa sisi na kutokana na rekodi ya mabadiliko yale ya sera ambayo tumekuwa tunayafanyia kazi tulikuwa tunashauri angalau umri wa msichana sheria ibadilike kuweka ule umri uwe miaka kumi na nane. mm. Lakini hata, hata tukisema kumi na nane sisi wenyewe huwa tunarudi huku kwenye jamii. Tunachokifanya ni nini? Tunachochea mabinti waweze kuwa na kauli, hata akifikisha umri wa miaka kumi na nane, kama anataka kwenda kusoma chuo kikuu, aende. Kama anataka kuanzisha biashara binafsi, awe na uhuru wake afanye hivyo. Kwa hiyo kwenye sheria tulishauri hivyo. Uh, serikali, wafanya maamuzi wengineo, wanajamii, wazazi, viongozi wa dini, na hata pia tulileta waandishi wa habari waweze kuelewa zaidi sheria hii ya ndoa, lakini bado tena. Mwaka sisi, tatu, yes, yes, tatu, lakini sisi pia tulirudi na mpaka sasa hivi tunaendelea kuhamasisha wasichana na labda niongeze tena kidogo. Msichana Initiative, japokuwa asilimia kubwa ya kazi zetu inawagusa wasichana wenye umri kati ya miaka kumi na tatu mpaka 24 tuna programu ambazo sasa hivi tumeanza kuwafikia, 25 kwenda juu, ndio hao wasichana viongozi wa Feminia ambao wameanzisha mawazo yao bunifu zipo kesi za wao pia kulazimishwa kuolewa kwenye huo umri, pengine yeye akiwa hayupo tayari, au tu kupitia changamoto kwenye jamii kwa sababu ameamua kuanzisha shirika, ameamua kuanzisha kampuni yake, ameamua labda kwenda kwenye uongozi. Yes. Kuna zile nafasi za kwenye vyama pili mlindwa. Mm -hmm. Maana ulikuwa umesema mpaka ukasema kama ni upendeleo hivi. Mm -hmm. Na ni upendeleo kweli, hizi ni nafasi za upendeleo wanagombea, wana wanaopeleka majina yao pale ni wanawake watupu, mm. E, nafasi ndio wanaita nini, viti maalum hizi? E, nafasi za viti maalum zinawasaidiaje, hmm, e, katika kuhakikisha ama wale wabunge wanawake ambao wanaingia bungeni huko, maana hao ndio watunga sheria, wanawasaidia kwa namna gani wanawake wengine pamoja na wasichana, e, katika kupata haki zao, hmm. Asante uh, sisi kama shirika tukija kwenye mtazamo wetu, tuanzie hapo kwenye mtazamo wetu juu ya hizi nafasi maalum, tunaungana na mashirika mengine ya kifeminia ambayo tulifanya takwimu zetu kwenye eneo, tulifanya tafiti kwenye eneo hili la siasa. Tunakubaliana na kwamba zile nafasi ni nzuri, zimesaidia kuchochea uongozi kwa wanawake hasa vijana, lakini pia tumeshirikiana katika mfano, wakati tunachochea mabadiliko kwenye hii sera tulishirikisha baadhi ya viongozi wa bunge wanawake ambao wengine walipata hizi nafasi lakini kwa sasa hivi pia tuna, tunachochea ya kwamba wanawake wanaweza, wanawake vijana wanaweza kuongoza pasipo kusema wapewe hizi nafasi za viti maalum. kwa hiyo kwenye, na, kwenye maeneo machache hatuna programu maalum ambayo tunasema tunafikia wanawake wanasiasa, lakini kwenye maeneo machache na zile fursa tunazopata kuwepo kwenye vyumba ambavyo wanaongelea ajenda hii, huwa tunachochea ya kwamba wanawake au vijana ambao wanatamani kwenda kwenye zile nafasi za siasa waende majimboni kugombea. Nadhani pia mnaweza tu mkawa mna ule mtazamo wa ujumla mmeona ya kwamba wanawake wengi wamejitokeza mm, vijana kwenye hizo nafasi, kwa hiyo sisi uchochezi wetu zaidi ye, uchochezi wetu zaidi sisi ni sio hizi nafasi uh, viti maalum mm. Pili, pili kidogo mbona, <laughs> hamwapambanii au au amwahimizi wakapambana pia katika kuchukua masomo ya science kwa sababu, mm -hmm. Hapo ulizungumzia swala la elimu mm -hmm. E, ukasema kwamba hata nafasi asilimia zao ni chache ambao wanachukua masomo haya ni wao wenyewe, mm -hmm. au kuna, kuna mfumo ambao umemweka mwanamke umemweka mtoto wa kike ama msichana kwamba asijiingize katika masomo ya sayansi. Mm-hmm. Asante sana. Uh, sasa ndio maana tumeanza tu sasa hivi, eh, sio kwamba ni kidogo. Tunayo miradi mingine huko, tunaongelea hii ajenda. Tumeanza kuiweka kwa uwazi mkazo wetu uh, kwenye eh, tunapoelekea kusherekea maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa kike duniani na kwetu sisi tunaita hasa, uh, eh, Girls Agenda Forum. Tumeanza na kipengele muhimu cha maabara za kujifunza ama Learning Lab ambazo wataenda kujifunza kwa vitendo study za science, wakutane na wale mabinti wengine ambao wako kwenye hizi juzi za kisayansi na wanafanya kazi kwenye maeneo ya teknolojia ili wapate uchochezi, na tutawaletea wasichana wa mifano pia ambao wamepata ajira kwenye hayo maeneo ya science na teknolojia. Lakini ni kurudishe nyuma sisi, Msichana Initiative, tuna uh, klabu zetu zinaitwa Msichana Amani Club mashuleni lakini pia kwenye hizi klabu wanakutana wanazungumza pamoja changamoto ambazo wasichana wanapitia, wanapendekeza wazitatue vipi. Lakini usomaji wao au namna wanavyojifunza huwa wanatumia karata au kadi mm. eh, maalum ambazo tumezitengeneza za Msichana, zinaitwa karata za Msichana, Msichana card game, kwa pale kwenye zile Msichana Amani Klabu um, sisi Msichana Initiative ndio tunachochea na tunazidi kuwaambia kwamba dunia imetoka kwenye ajira hizi tu. Ebu msichana, unaweza kuchukua masomo ya science. Msichana, unaweza kumaliza shule ukaenda mpaka chuo kikuu na kupata ajira kwenye maeneo ya science mm -hmm. lakini pia huwa tunachukua mikutano mbalimbali mbali ambayo tunakutana na wadau kuelezea kwa ukubwa zaidi na kuwaleta baadhi ya mabinti wao wenyewe uh, kushuhudia mabadiliko ya kiteknolojia. Kwa hiyo tunafanya kwa aina hiyo. Sawa, unayeungana nasi moja kwa moja unatusikiliza hapa UFM na tunaye Navina Mutabazi. Yeye ni msimamizi wa mradi wa wanawake vijana wa taasisi ya Msichana Initiative. Tunazungumza naye hapa kuelekea siku ya mtoto wa kike duniani ambayo kwa kawaida inaadhimishwa Oktoba kumi na moja, na tunazungumza naye mengi hapa kuweza kujua tu kufahamu pia namna ambavyo kama taasisi e, kama shirika wanavyofanya katika kumpa nguvu uh, huyu mtoto wa kike wakati. Tukizungumza pale awali, uligusia e, kwamba kila mwaka kuna namna watoto wa kike hawa wasichana huwa wanakuja na tamko lao E, kama ujumbe wao nini kinakuwa kinazingatiwa? uh -huh. Uh, tuseme tukiangalia, nieleze kwa mwaka huu sana sana uh -huh. Uh, kwa mwaka huu wasichana wenyewe wanaangalia zile changamoto ambazo wanazipitia, lakini pia wanaangalia mafanikio waliyopata, wanasherekea tuseme mafanikio, ila pia wanapoandaa tamko lao huwa wanaangalia upande wa zile sheria kandamizi ambazo bado zinawakandamiza uh -huh. ila pia wasichana wako vizuri huwa pia wanaendana na sera zilizopo uh, za nchi na matukio mbalimbali mbali. Kama mwaka huu tunaenda kipindi cha uchaguzi, kwa tamko lao pia litagusa, wanaona nini ambacho kinaweza kwenda vizuri na ambacho kinaweza kuwa changamoto upande wao, lakini pia kuna sheria uh, kuna sera ya elimu ambayo ilifanyiwa mabadiliko kuchochea elimu iwe jumuishi. Kwa hiyo wasichana huwa wanaangalia sawa sera hii ilibadilishwa, nini kimefanyika, tunaona mapungufu wapi? Lakini pia kuna sheria nyingine kandamizi ambazo az, uh, bado ipo sheria ya ndoa mwafaka wake haujafikiwa, huwa wanatoa pia mawazo yao kwenye eneo hilo. Lakini pia wanaangalia eh, ile kauli mbiu kama nilivyosema pale mwanzo. Uh, kauli mbiu ya mwaka huu ni mimi ni msichana kinara wa mabadiliko kwa Tanzania tuitakayo ya 2050. Kwa huwa wanaangalia wata, watasema uh, Tanzania waitakao 2050 wa wanatamani wa kion, waone nini. Lakini kumbuka pia kupitia siku hii ya maadhimisho, ambayo kwetu sisi huwa tunafanya kongamano kubwa ambayo tunaliita Girls Agenda Forum uh, wanakutana wasichana karibia elfu tatu kwa hiyo huwa wana mawazo yao wa ambayo wanayatoa kwa sauti wakiamini hawayatoi wenyewe tu watatu au wanne wanaosimama pale mbele, lakini wanatoa pamoja na hawa wasichana wengine elfu tatu ambao watakuwepo. Kwa mwaka huu tutaadhimisha azim, tuta hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo nadhani kwa kugusia ni maeneo hayo tu machache. Wanaangalia um, kauli mbiu ya mwaka, wanaangalia sera ambazo bado zinakandamiza, wanaangalia matukio mbalimbali mbali ya nchi na ya kidunia ambayo yanaweza yanaweza kuwa na athari yoyote kwa msichana na wanasherekea pia mafanikio ambayo wanayaona wao kama wasichana na changamoto zao. Jamii jamii unaiona kwamba nafasi yake inaichukua nafasi yake na kuitumia vyema katika kuhakikisha kwamba kila ambacho ni haki kwa mtoto wa kike kinapatikana, hasa kwa kuzingatia kwamba sasa tuko katika zama za sayansi na teknolojia, lakini pia zama za kutenda haki na zama za uwazi. Asante. Aa, mimi ninaweza nikasema kutokana na mwenendo wa kazi zetu kama Msichana Initiative, bado tunaona upande wa jamii kuna changamoto. Aa, tunakutana na changamoto nyingi kutoka kwa wanajamii, na tukisema wanajamii tunazungumzia sisi wote wazazi, e, walimu, viongozi mbalimbali mbali, ndugu wa hawa wasichana na kadhalika kwenye jamii. Uh, kwa sababu naweza nikasema changamoto zipo kwa sababu bado kuna maeneo ukitembelea na ukikutana na wasichana wanakupa kesi za uh, wao kulazimishwa kuolewa eh, wao marafiki zao kulazimishwa kuolewa, wao kukatazwa kuendelea kusoma eh, wao kupangiwa wasome masomo fulani. Uh, jamii ikiwa na mtazamo kwamba msichana hawezi labda kusoma masomo ya sayansi, hizi changamoto bado zipo. Uh, lakini pia bado tunaona uelewa huko mdogo kwa jamii kuhusiana na hizi sheria kandamizi. Kwa hiyo hii inafanya matukio hayo ya ndoa za utotoni, mimba za utotoni, ukatili kwa wasichana, ukatili kwa wanawake uh, yaendelee, lakini pia bado tunakutana na changamoto za jamii kutompa msichana uh, ushirikiano hasa wale wasichana ambao wanaonyesha uimara kwenye uongozi au imara kwenye kuziendea ndoto zao. mm -hmm. Na hii nikisema jamii inaenda pia hata kwa wazazi. ukikutana na wasichana uh, kwa mfano sisi Msichana Initiative, Uh, tuna bodi maalum ya wasichana ambayo inatushauri wasichana wanataka nini, sio sisi tukae wenyewe tudisaini au tutengeneze miradi. Bodi yao inashauri. Kwa hiyo huwa wanasema, wasichana wenzao wanaripoti changamoto mbalimbali kama vile msichana anayeonyesha uongozi, mzazi anamwambia hapana, kaa kimya, tulia. Binti atakiwe kuwa hivi, anatakiwa awe mkimya. Kwa hiyo hivyo vyote vinapelekea ile changamoto kubwa ya msichana kutopewa nafasi kwenye uongozi mbalimbali mbali. Na nikisema uongozi simaanishi siasa peke yake mm -hmm. Namaanisha uongozi kwenye taaluma za udaktari, uongozi mashuleni, uongozi kwenye taaluma uh, za uandishi, maeneo mbalimbali. Muda wetu unatukimbia sana, lakini lipo jambo ambalo, kwanza kuna msikilizaji ameuliza, kwa nini iwepo siku ya mtoto wa kike duniani, na je, mtoto wa kiume hana maana? Huyu mtoto wa kike bila kuwepo mtoto wa kiume eh, inakuwa changamoto. Swali so, langu linakuja eh, mtoto wa kike anapopiganiwa kupata haki zake za msingi, ina maana kuna vikwazo nyuma yake ambavyo vimetokea. Mnapopambana kama Msichana Initiative kumpambania huyu mtoto wa kike, haya matawi mengine wakiwemo watoto wa kiume, ikiwemo jamii, wanashirikishwa vipi ili hayo mabadiliko mnayoyataka yaanzie huku chini kuwafikia hawa wasichana? Ndio, asante sana uh... Ni swali zuri, nakubaliana naye na, na labda tu niseme kwamba pia sisi Um, Msichana Initiative hatujamwacha nyuma mtoto wa kiume, ingawa tu tunakubaliana na kwamba changamoto nyingi zipo kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo kwenye miradi yetu, ipo miradi ambayo tunamleta mtoto wa kiume. Hata hizi klabu nilizokuwa nazizungumzia mashuleni, watoto wa kiume pia wapo, na sisi watoto wa kiume tunashirikiana tuna nao kama wadau, lakini tunaamini wao wanaweza kuwa wachochezi wa mabadiliko makubwa sana, kwa sababu watoto wa kike ni dada zao, ni marafiki zao mashuleni. Kwa hiyo na wao pia huwa wanajadili changamoto wanazoziona na wanapendekeza uh, masuluhisho ya nini kifanyike ili mtoto wa kike aweze kupata haki lakini pia kwenye ngazi ya jamii huwa tuna programu yetu ambayo inaitwa majukwaa ya msichana kwa yes, majukwaa ya msichana ambapo yanakutanisha wanajamii mbalimbali. Sasa hapa huwa tunakuwa na machampioni wetu ambao wanaweza kuwa wanawake au wanaume, kwa pamoja kama jamii wanajadiliana changamoto za msichana kwenye ile kata yao husika, na wanajadili pia masuluhisho, na pia huwa wanapeleka kesi ziripotiwe pale kwenye yale majukwaa. Majukwaa yetu mengi tunaona machampioni wetu ni wanaume pamoja na watoto wa kiume, hapa ndo tunaona mchango wao mkubwa sana. Sawa, kwa kifupi sana, katika sheria hii ya ndoa mwanzo anasema sabini na nne kunirekebisha sabini na tatu ni ndoa, ni sheria ya ndoa ya mwaka sabini na moja katika hii sheria ina inaelezea na hapo sasa, mapambano yenu yalipo, kwamba msichana anaweza kuolewa akiwa hata na umri wa miaka kumi na mitano, lakini si chini ya hapo kwa idhini ya wazazi wake mm -hmm. Lakini hapo hapo tena inasema hivyo hivyo sheria hiyo, kwamba anaweza akaolewa akiwa na miaka kumi na minne kwa ruhusa ya mahakama. Sasa miaka hiyo kumi na nne, lakini si chini ya hapo, mnakutana na hawa wanasheria, mkawahimiza kwa sababu kama mahakama ni chombo kiko huru, sheria tayari imeshatungwa, wanatekeleza. Mnakutana nao na kupanga mikakati kwamba jamani, hebu liangalieni na hili jamani, huyu miaka kumi na minne, tena idhini ndio nyinyi mnatoa. Ni kweli, ni kweli, kweli kabisa. Namna tunavyofanya uchochezi wa mabadiliko kwenye hiyo sheria hatufanyi na viongozi labda wabunge peke yao. mm -hmm. Tunafanya na mahakama. Nadhani hata mwezi uliopita tu moja ya shughuli zetu ilikuwa kukutana na wadau ambao tulikutana na wanasheria, mawakili, mahakama, viongozi wa dini yoyote, ambaye sheria imemtaja kama mtu ambaye anaweza kutoa ruhusa, tunamleta. Lakini pia tunakutana na wazazi kwenye ngazi ya jamii, tunakutana na wasichana wenyewe. Na sisi Msichana Initiative pia eneo letu hili la sheria ambalo tunalifanyia kazi, tuna mawakili uh, husika kabisa ambao wanafanyia hapo mm. Na hata ukiangalia historia ya mabadiliko ya hii sheria, mwanzilishi wa shirika letu Rebeca Gyumi ni mwanasheria, ndio ambaye alifungua ile kesi ya kwanza mm, kutaka mabadiliko. Kwa hiyo tunazingatia hilo eneo. Sawa, tunakushukuru kwa hilo, asante. Ha, umekuwa wakati mzuri, tumeyafahamu mengi. Wacha siku ifike, maadhimisho yafanyike, majadiliano yatokee, na makubaliano yatakayofikiwa tutajadili zaidi yeah. lakini kwa leo tunakushukuru sana kwa muda wako na kushiriki nasi kwenye kipindi hiki asubuhi hii, na tukutakia asubuhi njema. Asante na karibuni sana, asante sana. <tune> <tune> <tune>